Lakini mie zaidi nitaelekea katika mambo ya education eh, najua tunapokea wanafunzi hapa. Tunapokea wanafunzi nani? Yeah. Tunapokea wanafunzi eh? No. Tuna, ah, hmm. No, okay. Tunapokea wanafunzi na wanafunzi, jamani, mie na saa zangu wanasoma kwenu nyinyi, tumeelewa lakini. Like. Kwa hiyo kile tulichokisoma tunatakiwa tukifanya ipasavyo kwa sababu wanafunzi anaiga alafu tunasema tunakule basi shule hatusomeshwa lakini sisi sio kazi yetu kusomesha tu peke yetu tunategemea na yeye hospitali ili wale wanafunzi wanapokuja hapa mwasomeshe inavyotakiwa kwa hiyo kama we umesomeshwa procedure inavyotakiwa lakini wewe ukajifanya mwanafunzi anakuwa na sivo tumeelewa kwa hiyo ataiga sivo matokeo yake tutakula ile tulivyoambiwa wauguzi ni mstakabali wa ma... wanasema nini wauguzi kuimarisha uchumi. Umesikia? Hiyo kuimarisha uchumi. Sio, unaelewa eh? Ili sisi tutoe matibabu yanayotakiwa simeelewa. Ili watu wawe na afya, wakipata maafya ndio utapata nini? Hayo maendeleo, kuleta development. Umezungumzia kitu development hapo. Kwa hiyo mtu atapata vipi development kama hajapata afya inayotakiwa? Na nani anatoa afya inayotakiwa? Ni sisi hapa. Kwa hiyo mimi nasisitiza, wanafunzi wanapokuja, tufanye kazi procedure zetu inavyotakiwa, wanafunzi waone, wanapoaona shefahamu, wao ndio watakuwa nini inavyotakiwa, viongozi wanavyotakiwa. Na si wanafunzi, hata wale new kama wanaokuja, shefahamu sisi ndio kuwa masini tuoni tutafanya kazi inavyotakiwa na wao ndio wataona, wanapoona ndio watafanya yale mambo mazuri. Lakini kama sisi tunaripua, ina maana wale watafanya nini? Wataripua. Kwa hiyo tunajitahidini tulichokisomeshwa ndio nini tukifanye, ili warisi, warisi mambo manini mazuri. Asante mkiwa dogo, tusijapua muda. Asante.